Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wamanwalahu wabaad. Kwanza kabisa tunamshukuru mwenyezi Mungu subhanahu wa taala uh, na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alihi wasalam. Leo tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja uh, tukiwa katika kijiji cha Pofarm, uh, kwa mradi wa Halal Alhamdulillah, wakazi wa kijiji hichi wameleta maombi yao na kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha mradi huu na kuwaletea mradi wa maji hapa ambao utawafaa wana kijiji wote, mradi kama huu wa maji. Hii ni kimradi wa nane katika miradi yetu ambayo tumekusudia na matumaini yetu, insha Allahu Taala, tunaomba mpaka wakati wa Disemba tuwe tumefikisha karibu visima 30. Kwa hivyo hiki ni kisima cha nane kikiwa katika sehemu ya Fofam, tumeweka mradi huu wa Halal Charitable Trust. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakubalie kwanza, kisha halafu wote wale ambao waliweza kushirikiana na sisi katika kufanikisha mradi huu. Mwenyezi Mungu awajazi, awalipe, awawekee katika mazuri yao kesho siku ya kiyama, insha Allahu Taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaitwa Faidh Mudhoni Njoka. Huu ni mtaa wa Fofam. Tunashukuru sana kwa ajili ya msaada huu, tumefaulu kupata wa maji. Wafadhili wetu tunasema ni asante, shirika la Halaal Charitable Trust. Mungu abariki. Tumekuwa tukiangaika maji kuendea maji mbali, na tukawa tunachoka sana. Tunashukuru Mungu mmeweza kutujalia mradi huu. Mungu awabariki wa. Mimi kwanza natoa shukurani kama mkazi wa Fofa Farm kwa mradi huu wa huwa, maji maana tumesumbuka sana siku nyingi na maji. Leo hii tunaona huu mradi umekamilika, mradi wa halali. Sisi tunaomba ah, Mungu awajalie sana na mradi huu waendeleze hivyo hivyo, manake maji ni uhai na sisi pia tumeshukuru kwa kupata mradi huu. Naomba yeah. Mungu awajalie sana inshallah.